Hii heo unavyoona inaendelea kuvuja ni ile niliyokuwa nasema pale kwamba sili yake sio ya kujirudisha, lakini ile pale ni tofauti na hii hapa. Kwa hiyo hiki hapa baada ya kukitumia hata kama ilikuwa imejaa poda hapa, baada ya dakika 10 mbele, hakina issue, poda haitatoka tena. Tumeelewana jamani? Kwa hiyo situmie hiki ukasema nikitunze kitatumika tena na kesho na kesho yake tena. Oh, wi wow! Moto unawashwa bado hujatoa pini. Eelekea kwenye moto, unapoanza kuhisi temperature, sogea kwenye moto. Utakapokuu kuhisi joto, sogeza mkono nyuma kidogo ulioshika. Ehe, hapo hapo, sogea sogea, sogea. Haya, hapo hapo, sogea. Mimi moja kwa moja, lenga moja kwa moja, chezesha, sogea basi basi basi basi basi. Eh, bado hujamaliza. Mafunzo ya leo sio ya kwako tu peke yako. Mpaka kwenye familia. Tumegundua zile ndoo tulizoweka leo tunaenda kuzitoa. Lakini pia elimu tuipeleke ipeleke pia na kwenye familia zetu. Tunashukuru sana wawezeshaji